Mtoboi niko pale kama mkipeba kombe. Ngoja kwanza mimi nishangilie. Peperusha bendera, peperusha bendera. Oya pana mdogo, pana mdogo. Chana na mimi plaza. Acha nibebe, oya uniache bana mimi nishangilie. We vipi? We ni kwamba nimebeba bendera. Kwa nini bendera ya Betekani? Hii ni bendera ya Tanzania. Mnabeba wapi ya Mtoboi? Oya pana mdogo, pana mdogo. Simama juu. Simama juu nyie ndo wachawi. Mekaa hapa mtawote atuoni goli kumbe nyie ndo wachawi. Toka hapa. Nini mnaelewana naye vitukani, mpeleke nche huko. Aaaahaa, aia pana mtashenyentwa.